Kwa mara nyingine tena hapa katika viwanja vya Goma katika jiji la Mwanza, mgombea urais kupitia chama cha Sauti ya Umma SAU ndugu Majalio Kyara leo hii yuko hapa. Lakini kubwa ni kuna disera za chama chake. Ni lazima tuchukue hatua, tutafute uongozi, tufanye uchaguzi ulio sahihi ili tukahakikishe huduma za msingi zinapatikana kwa kila Mtanzania. Haiwezekani Ziwa Victoria liko hapa alafu unaambiwa Igoma wana shida ya maji, ni jambo la aibu. Haiwezekani hivyo, lazima ndugu zangu muelewe na mtambue umuhimu wa kufanya maamuzi sahihi tarehe 29 Oktoba. Mkikosea hapo, tumekwenda kuyumba, tumekwenda kuendelea kudondoka kama taifa. Ni Majalio Kyara, mgombea urais wa chama cha Sauti ya Umma SAU. Lakini pamoja na mengi ambayo amezungumza, kubwa kwake ni pamoja na kuona rasilimali za taifa zinaonufaisha watanzania wenyewe. Nawezekana ile nchi ya asali na maziwa ni Tanzania, tunahitaji tukailishe Afrika, tunahitaji Tanzania iwe China ya Afrika. uwezo huo kama taifa tunao, rasilimali zote tunazo ni kupata kiongozi sahihi, ni kupata kuonyeshwa fursa ilipo, ni kupata kutengenezewa njia ili Watanzania wote tufuate njia kwenda kwenye ukombozi. Lakini ni kwa namna gani wakazi wa kata ya Igoma na jiji la Mwanza kwa ujumla wanakipokea chama hiki? Nimemsikiliza mgombea urais ametoa changamoto zitakazotufurahisha sisi wananchi pindi atakapokuwa rais. Kikubwa ambacho na waomba tu viongozi wengine ambao wanaendelea kueneza sera na itikadi ya vyama vyao, basi walau wajitahidi kuwaeleza Watanzania watawafanyia nini kupitia rasilimali zetu, kama alivyotueleza mgombea wa urais wa chama cha SAU. Baada ya kuanua tanga katika viwanja hivi vya Igoma hapa Nyamagana, safari ya kampeni inaendelea katika wilaya ya Magu ambapo hapo kesho atakuwa katika viwanja vya stendi kuu ya wilaya ya Magu. Kutoka hapa katika kata ya Igoma jijini Mwanza, naitwa Innocent Alois FM.